visienezwe katika hiyo misikiti. Lakini kuiharibu kihisi kwa kuibomoa, kwa kuifunga, ukafunga wewe, hakuna kuingia hapa, hakuwataki nyinyi hapa, na mfano wa hayo katika maharibifu. Hakuna dhalimu kama huyu ambaye anafanya hujuma katika nyumba za Allah, subhanahu wa ta'ala, kama hizi Ndugu zangu, hizi idhafati misikiti imeegemezwa kwa Allah, yaonyesha kwamba hiyo ni tashrif na ni taadhim kwa hiyo misikiti. Lakini pia panafunzo hapa kwamba hii misikiti ndugu zangu ni milki ya Allah, kwa maana ya kwamba aabudiwe peke yake pasi na kushirikishwa na yeyote ibada

fi masiyat al-khaliq, hakuna taa kwa kiumbe katika kumuasi Allah subhanahu wataala. Kwa hivyo mambo yote ya kimsikiti kuanzia ibada zilivyo durus na uendeshaji wa misikiti kwa ujumla wake vimchunge Allah subhanahu wa taala, kwa maana kazi za msikitini zinachotwa kwenye sheria

wa atbai tabi'in wa man badahum min alaima, na waliokuja baada ya hapo katika maimama, twachukua shughuli za misikiti kutoka huko. Ndiyo maana kwamba misikiti ni ya Allah. Ama wale wanakamati, wazee wa shura, wazee wa komiti, wao wanatakiwa waweke misingi inayoafikiana na sheria katika hiyo misikiti na ile misikiti siyo miliki yao kwa maana wanaweza wao wakafanya watakalo kwa matashi yao, la, hawana haki ya kufanya hivyo. Watakiwa wakikaa katika vikao wa vyao vya kamati, vikao vya shura, kuyazungumza mambo ya misikiti, wachunge sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu misikiti ni miliki ya Allah, na hiyo ndio maana yake lakini pia milki ya kihisi ni ya Allah. Ndio maana misikiti ni aukafu, misikiti ni mali za wakfu na sio za mtu maalum. Ukisikia wakfu, hizo ni mali ambazo Waislamu wote wana haki nazo. Ingekuwa ni mali yako wewe mwanakamati au mwenyekiti wa kamati, basi ungerithiwa huo msikiti baada ya kufa kwako, ungeurithi watoto wako au familia yako kwa sababu misikiti ni miliki ya Allah, ni yake Allah, si mali zenu nyinyi, na ndio maana hamzirithi. Labda tuambie huu ni msikiti wangu kwenye kampuni yangu, na hapo pana maelezo yake. Sasa kwa wale wenye kunasibisha misikiti kwenye nafsi zao, lakini leo humu, wana watu, wana ujeuri mkubwa misikitini, kwa sababu tu ni mzee wa msikiti, ameasisi ujenzi wa msikiti au amechangia kiwanja au ndio mdhamini aliyojenga au katika waliotua mchango, weye mchango wake mkubwa, basi hawa wanataka kuwa ni kama manyapara katika misikiti na mabosi, anaolitaka yeye ndio lifanywe pale msikitini, hata kama lina khalifu sheria. Msomee aya ya Qurani, msomee hadithi, ukimnasihi na, kum, na kumkanya usifanye hivyo mzee wangu, huu msikiti wa Allah

maimamu waliopo waalimu, sisi ni wasimamizi tu, waangalizi tu, ili utaratibu wa kisheria utekelezwe katika misikiti, na ndiyo maana twapishana katika kuisimamia misikiti hii. Leo hupo, leo upo Masha Allah, utasimamia, kesho haupo kwa udhuru mbalimbali ime umehama mji au umepata maradhi ambayo yamekuweka ndani uweze kushughulika, au umeelekea safari kubwa, akhira, umefariki, utakwenda wewe na wenzako wataliendeleza jambo. Hii ndiyo maana ya almasajidu lillahi subhanahu wa ta'ala. Sasa hii misikiti ya Allah, mmefundishwa na mashekhe katika kalima zao na katika khutba hapa kwamba yatakiwa misikiti hii iimarishwe Misikiti hii inyanyuliwe kwa kunyanyuliwa utajo wa Allah ndani ya hiyo misikiti, na kudhukuriwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibadati mbalimbali mbali humo misikitini, na kwamba wenye kuimarisha wenye kuimarisha hiyo misikiti ni waumini, zikaja ayat ambao wamemwamini Allah na siku ya mwisho, tena wale wenye kuswali